Sasa hii tunaonesha kivitendo tunaonesha kivitendo e, japo kidogo na kwa, kwa kadri tunavyozidi kuendelea tutakuwa tukionesha pia, sawa sawa, alimradi e, somo liweze kueleweka nadharia, kadhalika na tatbiki kivitendo, tuonesha kwa kidogo kisha e, muda mwingine inshaallah taala. Tumeletewa hii ndo doli hili kama ndo maiti kwa sababu haipendezi. Maulamaa wengine wanasema haipendezi kumuoneshea mtu aliokuwa hai kwenye kumwosha au kumkafini, haipendezi pano, kwamba wengine wanaonyesha watu wako hai wanawaosha, kabisa wanamwagia maji kadhalika, na wanawavesha sanda, haipendezi. Sasa huyu ndio maiti wetu, sawa, si mnaona nyote hey? na huyu ndio maiti wetu. Sasa hiki ndio kitanda chetu cha kumoshea sawa. So, hiki ndio kitanda chetu cha kumwoshea maiti kwa, kwa hivyo tumemtoa, tulikomtoa huko ndani huko, au kama ametoka hospitali tumemleta mochwali tayari, tumemweka hapa kwenye kitanda cha cha kuoshea. Na kitanda hakitakiwi kuwa hivi, yani flati hivi, kinatakiwa kiinuke hivi. Ndio hayo tuliosoma hapa, inatakiwa amuweke sehemu ambayo imefanyaje imeinuka kidogo, kwa maana kitanda natakwa kiwe kimeinuliwa kidogo hivi kwa, sawa sawa. Kama ni kitanda kimeinuliwa hivi, anatakuwa ainuke hivi, sawa. Na kama kitanda hakijainuliwa sana hivi, sasa kuna vitanda vya kisasa vile vya mashine zile vya kuzungushia hivi, sawa, wanazungusha hey, hivi, kwa kadiri ya haja. Ukiona haja hajainuka sana, unapandisha, eh, anapanda hivi. Ukiona panatosha khalas, unaendelea Ukiona imezidi sana unashukisha. Sawa sawa, ikiwa vitanda vyetu vya kawaida hivi vishatengenezwa havitaharaki, basi viinuliwe vi, vi, vi, kidogo hivi vitanda. Na hii ni somo kwa wale wanaotengeneza vitanda vya, vya kuoshea maiti mochwali kule, msitengeneze vitanda vikawa flati hivi. Tengenezeni vitanda vikiwa vimeinuka vime kidogo hivi, sehemu ambayo maji yanaporomoka kwao, tunamweka hapa maiti wetu. Sawa sawa, baada ya hapo tunaangalia viungo vya maiti kama vimekakamaa, vimejikunja hivi. Haya hajaeleza Sheikh lakini yote natakiwa, kama viungo vimekakamaa hivi, kama amekaa sana amekaa kwenye, kwenye salaja, eh, kwenye barafu sawa, sawa. Miguu vidole vimekakamaa hivi, kwa hiyo eh, kazi yako natakiwa kabla ya kuosha kwanza, eh, unanyosha kwanza. Yaani mfanye kazi yaku, ya, kum, ya kumnyosha viungo vyake birifqin, taratibu sawa sawa taratibu na ndio maana inapendeza mtu akifa wa wakati huo huo amekufa, inatakiwa inapendeza, eh, watu wakae naye karibu maiti kwa ajili yaku, ya kumnyosha viungo hivi, sababu mtu roho ikitoka tayari, mwili ule hauna kazi tena, viungo vinakakamaa hivi kwa muda mchache tu, kwa watu wakiwepo karibu nayo, wanakuona wanamnyosha vile. kwa mpaka kama taoshwa kesho anakuta amenyoka vizuri kabisa, bado havijafanyaje, havijajikunja. sasa kama E, ndo tayari tushamnyosha viungo vyake vimenyoka, walillahi lhamdu. Hatua inayofuata hapa e, ni kumwinua kidogo hivi kama alikuwa hajainuliwa inu, haja kama hajainuliwa sasa, hapa inatakiwa kama kuna mtu kama mtu ni mzito lazima awepo mtu akushikie huku. Kama wewe unayosha huwezi kushika na huku unafanya mambo mengine sawa, so, italazimika awepo mtu wa kukushikia huku ili amshike hivi kichwani au ashike mabegani ili wewe mwoshaji umekaa huku sasa, mwoshaji unapitisha mkono wako kwenye, kwenye tumbo lake, sawa. Utamwinua kidogo hivi na huku unapitisha mkono hivi kwenye tumbo kidogo kidogo, sawa. Mara ngapi? Haina idadi, yaani wewe tu mwoshaji unaona kwamba hapa hivi vi, amba, vile ambavyo viko tayari kutoka katika najisi vinafanyaje? Vinatoka. Sasa mtu akifa sehemu zake za, za, za, za, za matundu zinakuwa wazi, sawa. Kwa unapofanya hivi uchafu ambao uko tayari kutoka kule chini unafanyaje, unatoka. Usikamue kwa nguvu, hapa ndio wanakosea wengi katika uoshaji, yaani wanamkamua maiti kabisa, ndio wanaita takfini, kumkafini maana yake kumkamua? Haina maana hiyo, yaani unapitisha mkono wako unakamua kidogo kidogo, sawa, na sio unatumia nguvu zako nyingi pale, sawa sawa. Ukishamaliza unamrudisha hapa sasa ndio unaingia hatua ya kuvaa khirqa, unaingia katika hatua ya kuvaa khirqa. Kama ulikuwa umevaa umevaa gloves, sawa, bado gloves zenyewe hazitoshi, itakulazimu uvae kitambaa, ndio khirqa. Zile tutakuja kuonesha mara nyingine, kwa sababu ndio wenyewe, ndio hivyo. Tutakuja kuonesha muda mwingine, ziko ndani huko, kuna sanda na kila kitu, ila msiogope, sawa. Kwa hiyo unavaa ile khirqa, una unamsafisha una, una, una, una, una, una sasa ile auratahu unamsafisha utupu wake, ambayo nukta tumeisoma hapo, sawa. Unasafisha utupu wake mbele na nyuma, unasafisha huku. Mwenzako anafanyaje? Anakumiminia maji. Kama ni wewe mwenyewe, unaweza unasafisha mkono mmoja na mwingine unamimina maji. Kama ni mtoto mdogo, la basi, lakini kama ni mkubwa, huwezi. Maana yake wewe unasafisha, una, una huku huku, mwingine anafanyaje? Anakumiminia maji, sawa sawa. Uhakikishe najisi zimefanyaje? zime zimeondoka tupu, tupu zake zimesafika. Hapo sasa, unamshikisha udhu, unaingia kwenye hatua ya kumchukulisha nini udhu, ambayo ni hatua ambayo tumefanyaje tumeisoma. Eh, unamshikisha udhu, udhu wa swala, unamshikisha udhu wa swala, kama unavyochukua udhu wa swala vile vile na yeye unamchukulisha udhu hivyo hivyo. Eh, unaanza kumnawisha mikono. sawa sawa E, unamnawisha una mikono unachukua mikono yake miwili, alafu mwenzako anakumiminia maji, unamnawisha mara tatu, sawa kisha. Baada ya hapo unachukua khirika kitambaa, unakilowesha e, unapitisha mdomoni, sawa sawa unapitisha mdomoni kadhalika na puani, ambayo hiyo ni, ni madhmadha ambayo ndio ile tumesoma pale kwamba natakiwa Kita, kita, achukue kitambaa kidogo apitishe mdomoni kadhalika na manakhira huu tundu zake za pua, ndio hii kwenye kumchukulisha kum udhu. We ukitia udhu si wewe unafanya madhmadha madhmadha na istinshaq, si ndio? Ndio hii maiti huingizi maji, unatumia hiki kitambaa, inatosha sawa sawa. Baada ya hapo kitambaa hicho na kitupa sawasawa, eh. Unamnawisha uso, hatua inayofuata taratibu zile zile za udhu unamnawisha uso, unachukua maji mara ya kwanza, utamnawisha uso mara ya pili, mara ya tatu. Hatua inayofuata mkono, unaanza mkono gani? Wa kulia, sawa. Unamiminiwa maji mpaka kwenye mirfaq, sawasawa, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Unakuja upande mkono wa kushoto, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kama vile tunavyochukua udhu wa swala vile vile, sawasawa. Baada ya hapo, hatua inayofata ni nini? Mashueshi rasi, kupaka kichwa. Sawa sawa, kwa unachukua maji unapaka kichwa cha maiti chote kama vile unavopaka we, we, wewe ukiwa hai. Min muqaddami rasi, unaanza huku mbele ya kichwa chake unaleta mpaka kwenye kisogo ki huku unarudisha. Tayari vidole vyako hivi unaingiza ndani ya masikio yake, sababa taini unaingiza ndani ya masikio yake, na vidole gumbu unapitisha nje, kama unavyofanya wewe wakati unatia udhu. Hatua inayofuata tumebakisha miguu kwenye kutia udhu, si ndio? Haya, tunaanza kwenye miguu. Tunaanza mguu gani? Wa kulia, unamiminiwa maji, unamnawi, unamnawisha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka kwenye fundo mbili. Mguu wa kushoto hivyo hivyo. Hapa tumemaliza kumshikisha udhu kwa maiti wetu. Yuko na udhu hapa, sawa sawa. Baada ya hapo sasa, ndio shekhe anasema anatakiwa aanze kumwosha eh, mwili wake thalathan eh, mbele hapa ame, ame, ame, ametoa maelezo ame ambapo hatujafika, ataosha kichwa chake, sawa sawa. Anaanza kuosha kichwa. Hatua inayofata ataanza kuosha kichwa, wakati ndio anaanza kumwosha maiti baada ya kum, ya, ya kumshikisha udhu. Hatua inayofata ni kufanyaje? kuosha kichwa, unamwosha kichwa. Tumeminiwa maji kwa mara ngapi? Haina idadi, ni wewe kuhakikisha kichwa kime, kimeloa maji vizuri. Utaosha, utamwosha kichwa chake kwa kadiri ya haja, sawasawa. Kadhalika na kama na ndevu, utaziosha ndevu zake kwa wale wenye ndevu. Kadhalika baada ya hapo kwa maji na kwa sabuni, kama unatumia sabuni, sabuni ya kipande sawa sawa, au sabuni ya, ya, ya shampoo sawa, au kama unatumia sidiri mkunazi, tunao ndani sawa, tutaonesha, au kama natumia mkunazi ma, mkunazi yani maji ambayo yamechanganywa na mkunazi, la basi. Lakini sasa hivi watu hawatumii mkunazi sana, mkunazi unachukua nafasi ya sabuni. Sasa hivi watu tunatumia nini? Sabuni, ima sabuni ya shampoo hizi au sa, sabuni za kipande sawasawa sawa, au sabuni za kuogea. Kwa hiyo utaosha kichwa chake kwa sabuni na utamiminiwa, utamiminiwa maji na kuondoa sabuni kuhakikisha kichwa kimefanyaje? Kimesafika vizuri. Baada ya hapo unaanza kumwosha upande wake wa kulia, unaanza kumwosha upande wake wa kulia sawa. Kwa hiyo utaanza bega la kulia na mkono wake sawa sawa sawa. Kisha utashuka mbavuni humu wote na mguu wa kulia sawa sawa hapo sasa ndio unahitajika msaada wa kumgeuza hivi sawa, simemwosha hapa juu juu, unatakiwa umgeuze hivi sawa sawa. Unamiminiwa maji huku, unapaka sabuni pia sawa sawa. Ukimaliza unakuja na huku sawa, sawa. kama unageuka hivi kama meza au kitanda ni kikubwa, unageuka unakuja upande wa huku, unaosha hivi mkono wake na upande huu unapaka, unamiminiwa maji na huku unapaka sabuni, unakuja mpaka mguuni mguu wa kushoto sawa sawa. Ukishamaliza hapo umepaka sabuni mwili wote, unaiminiwa maji, wanakuminia maji wanaokusaidia, huku wewe unaingiza mkono wako ndani ya lile shuka, unatoa sabuni, unatoa sabuni, unaiminiwa maji na bilika au na jagi, huku wewe mkono wako uko ndani ya shuka, usikashifu aura yake, yaani mkono wako unapohitajika kuingia ndani unaingiza kwa ajili ya kumsugua au kwa ajili ya kufuta ile, kuondoa sabuni, mimina maji. Ndio maana kwenye kuosha kule ufuoni panahitaji maji mengi ya kutosha, so maji ya ya, ya, ya, ya kupimiana, maji mengi, mimina maji ya kutosha, ili sabuni wahi kufanyaje, kuisha sabuni, takapokuwa imeisha kote, hili ni josho la kwanza, hili ndio josho la kwanza. Meelewa? kwa hapo Shekh anasema wayaghsilu jasadahu kullahu, auoshe mwili wake wote, thalathan, imma mara tatu au khamsan, au mara tano au mara saba. Hii tulioonesha hapa ni josho moja, ukisha mpaka sabuni kote ukaku, kwa kwanza pande zake za kulia kisha kushoto na kupaka sabuni na kuondoa ile sabuni, hii ni josho la kwanza. Ukiona umetakata la, basi hadha witri. Lakini je, mara moja inatosha? Hapana, unaongeza mara ya pili, sawa sawa, tunaongeza mara ya pili. Mara ya pili pia hivyo hivyo utaosha ki, utaanza kichwa utamosha kichwa kisha utashuka upande wa kulia, sawa sawa, kuanzia mikononi mpaka miguuni, utakuja upande wa kushoto kama tulivyoonyesha, hivyo hivyo utapaka sabuni, kisha uta, uta, utaondoa ile sabuni, josho la pili, sawa. Kisha utarudia josho la tatu kama ulivyofanya josho la kwanza na josho la pili unafanya hivyo hivyo, majosho mengine yanayofuata. Ukishakamilisha mara tatu, hapa inapendeza kwamba mkiona umetakata inatosha, mkiona umetakata inatosha, sawa sawa, eh? Kwa hapo anakuwa maiti wetu ame, ame, ame, ame, amesafika na tayari tumekamilisha ibada ya kumuosha sawa sawa eh? Hapa kuna nukta iwapo eh, wakati una, unapitisha mkono kumsafisha maiti inatakiwa una unapitisha mkono wako kwenye tumbo una, unapitisha hivi kama unakamua kwa mbali, yani hivi, ili kama kuna kingine kilichobaki kifanyeje? Kitoke wakati unamuosha, kisije ikatoka wakati unataka kumvesha sanda kikachafua sanda. Kwa kila josho unatakiwa upitishe mkono wako kwenye nini? Kwenye tumbo kidogo, lakini eh, kwa sababu pale sio kwenye, kwenye mapambano kwa kama utakapokuwa unapitisha mkono kikatoka kitu katika najisi, mwishoni ukiona kuna kitu kilitoka, unalazimika tena mwishoni kwenye josho lile, josho la mwisho umshikishe udhu, umshikishe udhu wa, wa swala kama vile ulivyomshikisha mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu udhu wake ule uliomshikisha wa mwanzo ushafanyaje? Umeharibika kwa kutokwa na ile zile najisi zilizotoka wakati ulivyoendelea kumuosha. Umeelewa hiyo? E, na, lakini nukta nyingine ambayo namalizia e, katika mambo ambayo anafanywa na watu kwenye kumwinua kidogo maiti, si tumesema anainuliwa kidogo, lakini watu wana, wanazidisha kwenye kumwinua maiti, wanamkalisha hivi. Mnaona hivi wanamkalisha hivi, wao walionitengenezea hiki wamepatia, wamepatia sana, wanamkalisha kabisa hivi, anakaa hivi maiti. Hii haifai. Sheikh Al-Albani rahimahullah taala ameita kuwa ni katika taadhibu lmayiti ni katika sehemu ya kumwadhibu maiti, haifai kumkalisha hivi sawa. Hii kulazimisha mwili ambao ha, ha, yaani, hauko tayari kukaa hivi bila ya haja yoyote, haitakiwi. Au wengine sio hivi tu, bali nafikia hatua wanamwinamisha hivi maiti, wanahakikisha hii mikono yake hii imekuja kushika kwenye vidole vya miguu hivi, wanamshikisha mikono yake kwenye vidole vya miguu wanavibana kabisa, alafu wanamuita yule mwenye maiti, wanamwambia njoo angalie mtu wako amesafika, wa tayari. Na baadhi ya watu kwa ujinga wao, waislamu wengine wasipokuta maiti wao umemuosha na umemkalisha hivi, maana yake wanakwambia, bado tumboni kuna, kuna uchafu. Kwa nini hujautoa pambe? Inatakiwa kiondoka basi, tumboni kusiwemo kitu. Nani kakwambia nanikakwambia kumwadhibu maiti kiasi hicho. Sawa sawa. Koo, watu mjini hapa wamekuwa wamefanya kama ni dili fulani kwenye kuosha maiti na wenye kuwazibu maiti. Haifai kumkalisha maiti aa, kufikia hatua hii. Kumsujudisha maiti haifai, ni katika kumwadhibu kufanya hivyo, bali natakiwa kumwinua tu kiasi kidogo. Sawa sawa. Wallahu alam. Leo ni siku ya kwanza na kesho tutaendelea insha llahu taala, kwa, tukisoma kwa, kwa, kwa, kwa nadhari nakuja kivitendo, ili e, somo liweze kueleweka zaidi na zaidi. Na inatakiwa kila mmoja akitoka hapa atoke amejua namna ya kuosha kama vile ambavyo, inatakiwa kila mmoja akitoka hapa atoke amejua namna ya kukata sanda na kuvesha sanda mwanamke na mwanamume mwana. ila man aba isipokuwa ambaye hataki mwenyewe, lakini kila aliyohudhuria daura hii biidhnillah, tunatarajia hivyo atatoka hapa amejua. Na maiti wetu ni huyu mwanzo mwisho.